Yote yako vizuri, anajiga ameanzisha kipenga kile kwa maana ya kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza Simba dhidi ya Young Africans leo hii. Itafahamika nini kinatokea katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Anola Aishi akiwa ndio amerejea tayari. Stefan Azizi Ki kapeleka mpira kwa Kisigino, takupita tena lakini anakataliwa, wakiambiwa tayari wameshaotea. Pakom Zuzwa Zuzwa, Pakom anapita pembeni kule Pakom Zuzwa naweka mpira mwingine tena mbele yake zaidi yaakweka mpira katika nafasi Kennedy Musonda anakataliwa, bado shida iko pale pale. Ataula yao kwasa na mimi na cross dadia is Kennedy Musonda taburere la wananchi Young Africans yao kwasa taula akasogea mbele akapiga cross ile inakuwa assist yake ya tano. Kennedy Musonda anaandika bao safi kabisa. Yanga moja Simba sufria yao kwa Satora anaenda kukoa cross ile jeshi oho, oho! E, kened musonda anaijibu kwa kuipokea fresh sana, fre heda kapadisha tena kwa kipdenis Prosper. Kip denis yuko na mpira ule, ameweka mpira mrefu mbele, lakini haya kwa mpira ule katika eneo la hatari, lakini anakwenda kucheza tena na mpuliza kipienga, ni frikik, amefanya fa nakadi ya njano moja kwa moja anaoneshwa ikiwa ni dabi yake ya kumi na moja hii, na ana bao moja tu mpaka sasa. chama klatu sana kata jikitiara mpira anakwenda nje, inakuwa ni kona saido. ni vazonkiza ameujaza ndani kula kipdani pale pale penye mshono kipdani, si prospa anakwenda kuwafunga midomo mashabiki wa Young Africans. Dabi dei mechi in ni ngumu hii, free heda Kip Denis anaijaza katika net, free heda ya Kip Denis anakwenda, anaijaza kwenye mwamba wa pili katika nafasi ambayo walinzi wa Yanga walimtazama kama sanamu la Kariakoo kama sanamu la posta, mchezaji ambaye anakwenda juu na kutandika heda, yuko na boli bado, anaangalia wapi apitishe mpira, a Kip Denis anapitisha kwa Shomari Kapombe, Kapombe Shomari adhibiti tena boli ile, kukutana na upinzani wa hali ya juu kutoka kwa Ibrahim Abdullah, Ibro Baka, kusaidia Dennis Prosper, endelea kusogea tena na mpira. Zuzu amekatisha hatari pembeni, mpira mpira ule bado kwenye umiliki wa Simba. Dennis Prosper jaribio lake linakwenda nje. Hey imemnogea kipesa <laughs> napelekwa mpira lakini nakataliwa na Stefan Azizki, angetaka kupita lakini amekataliwa katika njia na Fabrice Ngoma Luamba na mwamuzi anajisachi. Kadi njano kwanza, lilikuwa kosa la Tanzania One. Aishi Manula, ule mpira usingepita kwa Ngoma kama angekuwa na neti katikati ya miguu yake. Azunguka wote wawili hao, nyota wa zamani wa Azam Pako amezuzua kapirisha mpira katika nafasi Mudathir takwenda mbele zaidi lakini imeshindikana na mwamuzi anasema kabumbu iendelee. Shomari ambaye alilala akwenda kucheza huo mpira alifanikiwa, lakini goti la mudafil akaenda kumgonga wakati anaruka. Simba Muhamed Husein anapandisha pasi pembeni kule kwa Kipenis. Kibu endelea kusogea tena, kipenis Prospa Kipenis, mpira wake anakwenda nje yao, kwa satora akamwachia space akapita katikati ya wachezaji wawili wa Yanga, lakini target haikuwa on, ilikuwa ni off yao. Anapitisha Malile, Kennet Musonda, Musonda Kennet, jaribio lake linakwenda nje mara pili. Akaamua tokee nje ya box, pasi nzuri ambayo ilisitiwa na Stefani alikuwa anaiomba, akaamua kupiga mwenyewe. Unaona ni eneo ambalo viungo wa Simba yao kwa sasa alomaliza. Mutamba anajaza ndani katika nafasi, mpira unapita ule umepita. Ilikuwa nafasi nzuri sana hii kwa wananchi kufanya jambo, ambayo ilitengenezwa na Joyce Lomalisa, mpira ambao uliamishwa kutoka mashariki mwa uwanja mpaka magharibi, ukafika upinde wa mvua umezungushwa, lakini Kennedy Musonda alipishana na mpira. Stefan Azizi kinaujaza ndani kwa kanakataa. Aisha Salumanula anyosha mpira mwingine katika nafasi, unakataliwa. Fabrice Ngoma Luamba mecheza wa kwanza yeye, Stefan Kiazizi azizi anakataliwa tena na Sadio Kanute unaondoshwa mbali juu zaidi. Chama Clatous Henock Inonga Baka weka mpira ule katika nafasi, Shomari Kapombe katika Line. Kapombe Shomari anaweka na kataliwa, unaondoshwa mpira katika eneo la hatari. Amefanyiwa madhambi na Mudathir, ambao jos omarisa aliruhusu Shomari Kapombe kuingia kwenye kumi na nane lakini pasi ile ilithibitiwa, wananchi wakaondoa nafasi nzuri ambayo aliitengeneza Simba hapa. Maxi na Henok Inonga amekataliwa. Henok Inonga Baka Varane mpaka kwenye dakika hizi arobaini na tano za kipindi cha kwanza. Aishi Salum Manula tayari ameshaokota kunyavu, kipo ndani yake katika hili. Kalai mwingine wanalita Lupaso. So, kipindi cha pili tayari kimeshaanza. Ni dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya Yanga moja moja mpaka sasa katika ubao wa matokeo. Mimi ni Gharib Mzinga, mwenzangu ni Ayub Injo cha timu bora ya mwaka 2023 kupitia shirikisho la kandanda barani Afrika CAF. Mpira mrefu katika nafasi Kip Denis Prosper. Jiki Jara ametokea mbele kwenda kupunguza hatari na Kip Denis Prosper yuko chini akiwa anaugulia maumivu. Ameweka ile sura ya kikatili golikipa sweeper. Baada ya mpira kudunda kwa mara ya kwanza, alikuwa wa kwanza kwenda kucheza, aliweka mguu akutoa mpira, lakini ule mkasi ambao aliupiga ulienda kumkusanya pia Kip Denis ambaye alikuwa yuko kwenye kasi akiwania ule mpira, aliweka mguu katika eneo ambalo kichwa cha Dickson Job kilikuwa hapo. Anaonyeshwa kadi ya njano chama Clatus, hii ni dabi yake ya 11. Cross nzuri sana ya Mohamed Hussein, lakini yeye alitanguliza mguu katika eneo la kichwa cha Dickson Job. Ndio, ndio hiyo tofauti. Anaondoka sasa Saido Ntibazonkiza na kwenda mbele zaidi. Saido yuko na mpira na mwacha, mpira moja chama Clatus, gaeka mali katika nafasi Baleke kula chuma inarejea tena ndani eneo la kucheza hapa kwa mzuzwa na aliingia ni Luis Jose Mikison, michezo miwili ya mwisho. Haya, endelea kuondoka tena Yanga. Stefan Aziziki Aziziki, Stefan na mpira ule, kabirisha mali katika nafasi Maxi, pia, Nzengeli tabu ipo pale pale ni wananchi Yanga, Maksi, mpian Sengeli, bunge moja la mchezaji master magician, pasi ambayo imepita na Maksi hakuwa na kingine cha kufanya, kamtazama Aishi, akapeleka mpira katika eneo jingine ambalo aisha ya tope. na Mburi yatope endelea kusogea tena na mpira ulizuzwa zuzwa, zuzwa no look pass katika nafasi nzuri Maksi anakataliwa unaondoshwa na Mohamed Huseini Zingwe aendelea kumwonyesha kocha wa Everost pako mzuzwa ameweka mpila katika nafasi mziza Klementi Klementi mziza ameweka mali katika njia Stefan Aziziki tumbadi anawambia sisi sio milima, tumekutana tena hapa, tumekutana tena hapa katika orodha upachikaji mabao alikimbia kutoka Ivory Coast akamwekea kijana kutoka Tanzania Clement Mzize, katika nafasi mtu mbadi, Stefan Aziziki, mwamba wa wagadugu, akaandika msumali wa tatu kwa Young Africans. Mambo mazuri kwa Yanga, utasifu ambacho akakifanya paka umzuzwa, mchezaji ambaye alilazimisha kutoka pembeni, ikategwa kwa Clement Mzize, toka pakawamzuzwa Clement Mzize, Mzize Clement, anacheza na Stefan Aziziki Amekewa mali katika njia Clement Mzize Mzize Clement naingia ndani katika nafasi Maxi Acha hiyo, acha hiyo usijizime data na wala hauoti. Hii siyo ndoto, huu ni ukweli mtupu. Mbape kutoka Kindu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alimweka chini kutawo yariko bado, akatengewa tena na Stefano Aziziki. Alimfos na kumkokota Mohamed Hussein. Ana anataapini mpira Mbappe wa Kongo, bao la nne kwa Yanga, bao la saba kwa Max, lakini bao la pili kwa Max kwenye mchezo huu. Clement Mzize asisti nyingine anaitengeneza kwenye mchezo huu Clement Mzize, katika moja na mbili anacheza na Stefano Azizi Kimali katika nafasi pakom pakomzuzwana pa upaisha juu eh, Ali Salimu akiwayeko nje ndo alikuwa akidaka mechi za hivi karibuni, kipindi ambacho Aiche Salumanula alikuwa anakosekana, na Putin Sadio Kanute wote wakiwa wako bench. Mudafiri Yahya weka mpira mrefu mbele, unajibiwa kwa kichwa. Stefan Aziz Kimali katika nafasi ile, Henoki Nonga Baka Varane na mwamuzi Ahmed Arajiga amefunika mkwaju penalti. Ni madhambi amefanyika ndani ya box afaale anaendelea kusisitiza kwamba huo ni mkojo penalti, ama ile tako kushindwa e kufanikiwa, inampa nafasi Maxim, pia Zengeli katika nafasi pakom. Alkisasi haka kila goli litapigwa, kila kisasi kitalipwa, inamtesa Aisha Salomanula. Aisha Salomanula amehangaika katika hili ya yu amekwenda upande mwingine mpira ukaenda upande mwingine kwa sasa, mzee wa Sarut, shabiki wa Simba ya Hispania, Stefan, jaribio lake limekwenda nje ya target. palipo palipo salia hapa akiwa dakika tumezidi kukimbia wakati huo, Ibrahim Abdullah Iburabaka akiwa anachinja kwa nje hey. Cheza tena nyuma katika safu ya ulinzi muda wote, Ahmed Arajiga atazimaliza dakika tisini za mchezo huu, na kabla kumaliza maneno yangu, tayari dakika 90 za mchezo zimemalizika. Mchezo ulikuwa na ushindani kutoka pande zote na tumepata ladha ya ligi kuu ya NBC Clash of Ever, is over full time, Simba moja Young Africans tano. Muda wote walikuwa na mighari Mzinga Kilofenest, mwanzangu ni Ayub Hinjo mpaka wa